Sikilize fungu la kukalili linatoka katika kitabu cha Yeremia sura ya tisa mstari wa ishirini na nne nalo linasema, bali yeye ajisifuye na jisifu kwa sababu hii, ya kuwa ananifahamu mimi na kunijua, ya kwamba mimi ni Bwana nitendaye wema. na hukuonesha katika maisha yetu tangu tupanza mwanzo wa juma hili hadi tumefikia katika sabato hii, sabato takatifu ili hadi tumefikia katika sabato hii sabato takatifu. Baba mwema, tumekuja na mizigo mizito ya dhambi. Wewe ambaye ni pumziko la kweli, tunakuomba Yesu kaweze kutupumzisha kwa sababu wewe ndiwe ulisema we kwamba tuje kwako tujifunze kwako, kwa sababu wewe ndiye kiongozi wetu. Baba mwema, katika asubuhi hii tunajikabidhi mikononi mwako, tunapoanza vipindi hivi vya siku ya Sabato. Roho Mtakatifu aweze kukaribia mahali hapa ili kwamba tunapojifunza kumaandiko matakatifu haya yakaweze kutuekimisha, ili kwamba Bwana tuendelee kufahamu wewe, kwa sababu Bwana kwa akili zetu hatuwezi, lakini Bwana unapokuja fungua akili zetu, ni kwamba tutajifunza na hatimaye tutaelewa. Tunawaombea pia wale ambao wako njiani ambao wanakimbia kipindi hiki, Bwana tunakuomba Yesu ukaendelea kuondoa vikwazo mbalimbali ambavyo vinaweza kamali hapa pia hatuwasahau wagonjwa nao pia andea kuwaponya, ili kwamba tunaposhiriki mbaraka hii ya shua Sabato, nao pia huko waliko Bwana wakazidi kubarikiwa. Tunaamini kuwa Bwana neema yako tazidi kuwaponya nasi, tangu mwanzo wa kipindi hiki hadi mwisho, ni katika jina la Yesu, amina. Bwana ni mwema wakati wote. Uh, napomkaribisha aliyejiandaa kwa ajili ya somo la ukuziaji, kuna maswali ambayo tunakwenda kuyapatia majibu. Swali la kwanza inasema, Je, ushawahi kukosa amani pale ulipoona anayekudai amepiga simu au kuja uso kwa uso? lakini pia kuna swali la pili ambalo linasema je, unajua ni deni gani kubwa? Mimi na wewe kama waumini wa, wa shule ya sabato tunadaiwa. Tega sikio lako ninapomkaribisha alijiandaa kwa ajili ya kuuziaji ili tuweze kupata majibu ya maswali haya mawili. Bwana ni mwema na wakati wote maswali yameeleweka. E, ni kudaiwa, yani ishu nzima ni kudaiwa. huyo aliyetusafirisha kwa juma zima leo anatudai. Kichwa cha somo letu cha ukuziaji linasema tutadaiwa. Somo hili limeandaliwa na Mchungaji wina Maragira ma, Maragila, mkurugenzi wa huduma ya binafsi ya shule ya sabato mara conference ya NTUC. Anasema wengi tunaogopa madeni Kwani madeni hushusha heshima, hata kukosesha watu amani, hasa pale anapoona anayemdai amepiga simu au kuja uso kwa uso, si ni kweli? ya madeni humweka mtu katika hali ya kuwa mtumwa na mkamilishaji wa njozi za anayemdai. Sasa lipo deni kubwa si, deni, aa, si madeni ninayohitaji muumini wa shule ya sabato kumkumbusha, amesisitiza haukumbushii madeni, anasema, kwa thamani kubwa vikosi vya shule ya Sabato malezi dhidi ya wale kwa thamani kubwa vikosi vya shule ya Sabato malezi dhidi ya wale wanaoongolewa na kumpokea Kristo. Sasa kadili tunavyo, kadili kunavyokucha ndivyo ambavyo hatujari vikosi vya shule ya Sabato. Wajibu wa malezi bado umewekwa katika vikosi hivyo, zaidi ya kushughulika na kujifunza tu mwongozo kuna wajibu mkubwa kuliko huo, nao ni malezi. Roho nyingi zinaingia na kutoka, maana walichokitarajia kabla hawajabatizwa na walipobatizwa hawakukikuta kanisani, kwa hiyo wameondoka. Pamoja na vikosi, kila idara kanisani mna wajibu wa malezi ya waumini wapya. Mfano vyama vya ama Dorcas na vile vya idara ya vijana kuna wale wanaobatizwa ndani ya zama hizo, wanapaswa kuhakikisha wanalea watu walikalao. Kwaya zetu wabatizwa, wenye kalama za kuimba walelewe na waimbaji. Tupo sahihi? Anaendelea kwa kusema, wajibu huu wa malezi ni wa kila aliyeitwa kanisani. Hebu hili liwe deni kubwa ambalo tutadaiwa. Bwana awabariki mnapojishughulisha na jitihada hizo za kuweza kuwafikia hao wengine. Bwana awabariki. Bwana ni mwema, tunasemaje? Kwa somo la ukuziaji, naamini kila mmoja amebarikiwa. Nimkaribishe pia kiongozi wa nyimbo tena, kwa tutakaposimama na wimbo namba mia na saba. Karibuni kiongozi wa nyimbo Bwana ni mwema tena. Uh, napomkaribisha aliyejiandaa na somo la utume, kuna maswali kadhaa ambayo tunakwenda kutafuta pia majibu. Swali la kwanza inasema, ushawahi kuandamwa na mabaya hadi kujiona huna hatia? Ushawahi kuandamwa na mabaya hadi kujiona Hatia. Je, na na una hatia? Na je ushawahi kuchukiwa na familia yako? Ushawahi kuandamwa na mabaya na kujiona una hatia? Na je ushawahi kuchukiwa na familia yako? Na ikiwa ndivyo ilivyo, nini ufanye ili uweze kupendwa? Sikiliza kwa makini tunapomkaribisha aliyejiandaa kwa ajili ya somo la utume ili tuweze kutafuta majibu ya maswali haya. Na Bwana abariki. Umewahi kuandamwa na mabaya hadi familia ikakutenga? Umewahi kuandamwa na mabaya hadi ukaumia sana? Ambatana nami katika kisa hiki kinacholetwa na kijana Kaina, kikisema kutoka kuandamwa na mabaya hadi kupendwa. Kaina alikuwa akilichukia jina la Yesu Kristo. Alikuwa mshiriki wa dini kubwa ulimwenguni huko Cambodia. Yeye na familia yake waliuchukia Ukristo. Familia hii iliamini ukimpenda sana mtu halafu ikatokea amepatwa na jambo baya, basi wewe utakuwa ni mtu mwenye bahati mbaya na haustahili kuwa karibu nao. Kaina alimpenda sana babu yake na mjomba wake, na aliutumia muda mwingi sana akiwa nao. Siku moja babu yake alifariki ghafla. Hapo ndipo familia ya Kaina ikaanza kumchukia na kumuona ni mtu asiye na bahati Kaina alikuwa na huzuni haukupita muda mrefu mjomba wake naye akafariki familia ilizidi kumchukia kwa sababu alionekana ni mtu mwenye bahati mbaya haikuishia hapo wazazi wake Kaina walifilisika na sio tu kufilisika walikuwa na deni kubwa. Hapo ndipo wazazi wakaamua kufanya maamuzi magumu ya kuondoka Kambodia na kuvuka mipaka kwenda Thailand ili kufanya kazi huko, lakini walimwambia Kaina abaki, walimwambia wakisema maisha yako hajaleta amani bali ni uharibifu tu. Mwanafamilia mmoja alisema, hakupaswa kamwe kuzaliwa. Kaina alikuwa ni kijana mwenye umri wa miaka 18. Alijihisi mpweke sana. Rafiki yake alimwalika kwenye masomo ya gitaa katika kanisa la waadivendista wa Sabato. Kaina alijihisi vibaya kwa sababu alijua waadivendista wa Sabato wanampenda Yesu na yeye anamchukia Yesu, lakini alipenda kupiga gitaa na alipenda kujifunza kucheza gitaa. Alikubali na alikwenda, aliendelea kwenda na hakukosa somo hata moja la gitaa hapo kanisani. Baada ya muda, alimpenda mchungaji na mke wake. Walizungumzia juu ya Yesu ambaye alikuwa tofauti sana. Na Yesu ambaye alikuwa amemsikia habari zake kutoka kwa wazazi wake. Mchungaji na mke wake walisema, Yesu hakuwapenda tu watu waliompenda, bali Yesu aliwapenda hata waliomchukia. Na upendo wake ulikuwa mkubwa sana hata akafa, ili hata watu wanaomchukia, waweze kuishi milele. Kaina aliendelea kwenda kanisani kila Sabato. Upendo wake kwa Yesu ukaongezeka moyoni mwake akabatizwa. Alimuomba Mungu akisema anatamani siku moja aishi na wazazi wake bila wasiwasi kwamba yeye ni mtu asiye na bahati. Aliendelea kuomba kila siku na kuomba, lakini maombi yake hayakujibiwa aliumia sana kwa kuto kujibiwa kwa maombi yake. Kaina alikuwa mchanga kiimani, ndipo alipokumbuka katika dini ya wazazi wake walikuwa wakiamini katika matendo. Ndipo alipoamua kujitolea kwa kazi ya utume kwa nguvu, kwa kusambaza Biblia ili kwa kufanya hivyo amshawishi Mungu amjibu maombi yake, lakini Mungu hakujibu maombi yake. Baada ya miaka mitano wazazi wake walirudi Cambodia kwa sababu viza zao hazikuwa ruhusu tena kuendelea kuishi kule nchini Thailand. Haina aliwapokea na aliishi nao katika chumba chake alichokuwa amepanga. Siku ya Sabato alipoenda nao kanisani Aliendelea kwenda nao. Baada ya mwaka mmoja, wazazi wake wakabatizwa. Hapo ndipo Kaina akafahamu kuwa Yesu alikuwa amejibu maombi yake, lakini sio kwa sababu kuna jambo alilokuwa amelifanya, bali kwa sababu ya Yesu jinsi alivyo. Kaina anajihisi kupendwa. Chaina ni miongoni mwa wanafunzi waliosoma katika chuo kikuu cha kimataifa cha Asia Pacific kwa sababu ya sadaka ya kumi na tatu. Sehemu ya sadaka hiyo ya mwaka 1988 ilisaidia kujenga chuo ambacho hapo zamani kiliitwa chuo cha utume cha Thailand. Sadaka ya kumi na tatu inaendelea kumbariki Kaina na wengine wengi kwa miaka thelathini na sita baadaye. Asante kwa kuwa mwaminifu katika utoaji wako wa utume. Barikiwa. Bwana ni mwema wakati wote, naamini kwa usikivu huu kila mmoja atakuwa ameelewa somo lilikuwa linahusu nini. Aa, tunaelekea kipindi cha utambulisho, ambao tumewahudumia shule ya sabato mezani. Ni kanda ya uwanja wa panga, kwa jina anaitwa Moses Fulgence, mwenyekiti wa kanda. Naomba wengine waendelee. Bwana ni mwema kwa majina naitwa Sulemani Daudi Nzaganya Kamasa, mbarikiwe. Bwana ni mwema. Kwa majina naitwa Geoffrey Joseph. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Monica Robert, nimwaletea fungu la kukalele. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Betha Daudi Chimugani, nimeetea somo la utume. Basi kwa kabla sijamkaribisha mkurugenzi wa shule ya Sabato, tufumbe macho tuombe. Baba mtakatifu, tunashukuru kwa uongozi wako. Umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza ibada ya shule ya Sabato hadi mwisho tunapoendelea kuhitimisha. Baba, tunaomba uwepo wako ambatane pamoja nasi siku nzima kama ilivyo sabato takatifu, endelea kututakasa kwa jina la Yesu.